Sisi linakuwa na changamoto nyingi ya usafiri, uongo kweli kweli? Na mara kwa mara mmekuwa mmeniona ninakuja hapa, wakati mwingine kuruhusu hata matumizi ya muda ya daraja. Kwayo nimeona leo tumekuja na wataalamu hawa wote, kwa sababu kwa niaba yenu na kwa niaba ya hawa wataalamu, ninataka pia kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia Ofisi ya Waziri Mkuu na waziri mkuu Mheshimiwa Kasim Majaliwa Majaliwa na Mheshimiwa naibu waziri mkuu Mheshimiwa Doto Biteko, nilipeleka kilio cha wananchi wa Mwanza kuhusiana na changamoto ya feri zetu, lakini pia changamoto ya usafiri hapa darajani. Mtakumbuka kwamba feri zetu ziko hapa, tunazo feri tatu, lakini mara kwa mara baada ya ujio wa magugu mapya yale madogo madogo ambayo mnayaona tumeyavuna yako pale, na tumeyavuna tani mia sita, na hadi leo tunatumia shilingi milioni mbili kwa siku kuwatumia wavuvi hawa wa eneo hili kuyavua yale magugu, ili hivi vivuko vyetu, yaani feri, visiweze kupata changamoto, ili wananchi wa hapa muweze kusafiri vizuri. Kwa hiyo ni kazi kubwa ambayo imefanyika. Na leo nilikuja kuangalia uvunaji wa magugu maji mapya lakini pia kwa upande wa pili wa daraja mnaweza mkaona kama kuna msitu mrefu ndani ya ziwa Victoria. Hiyo ni madhara kwa sababu maji ya ziwa tunayatumia kwa ufugaji wa samaki, tunayatumia pia kwa usafiri wa vivuko, tunayatumia pia kwa ajili ya uendeshaji wa maisha yetu kupitia matumizi ya maji safi na salama. Kwa hiyo habari njema ambayo tunayo leo ni kwamba baada ya kuwasilisha kilio chenu kwa Rais Samia, Rais Samia amejibu kilio chetu na ametoa fedha kwa ajili ya kuhakikisha tunakuwa na mradi wa kutokomeza haya magugu ili yasiathiri shughuli za usafirishaji, shughuli za uvuvi, lakini pia shughuli za upatikanaji wa maji ndani ya ziwa. Kwa hiyo kwa sasa tunaendelea na programu ya kuyatokomeza, na kwa sababu tunafahamu magugu haya yanaoza baada ya muda si mrefu, kwa hiyo hayatakuwa salama kuendelea kukaa pale. Nimemwelekeza mtu wa bonde kuhakikisha magugu yale yaliyovunwa sasa, kuyaondoa pale na kuyapeleka kwenye dampo ambako hayawezi kuathiri mwananchi wa hapa Misungwi wala Sengerema. Lakini jambo la pili Serikali itanunua mitambo ya kisasa inayofanana na hicho kivuko mnachokiona ili kuweza kusafisha eneo la ziwa Victoria. Kwa hiyo tutafanya usafishaji wa eneo haya yote mnaona pale ni magugu tu. Kwa hiyo serikali italeta huo mtambo wa kisasa na tayari utaratibu na Rais Samia amekubali. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa Majaliwa. Kwa kufuatilia sana jambo hili na hatimaye Rais amekubali, na muda si mrefu, tutaleta mitambo ya kisasa inayofanana na kile kivuko, mitambo mitatu ambayo itakuwa inakula hayo magugu yote na kuhakikisha kwamba ziwa Victoria haliendelei kupoteza ubora wake, haliendelei kupoteza kina cha maji, lakini hata wavuvi na wale wanaofanya ufugaji wa samaki wa vizimba hawawezi kuathirika na magugu maji. Lakini jambo la pili hili daraja, muda si mrefu Waswahili wanasema mwenye macho haambiwi tazama. Watu wote mnaliona daraja liko ukingoni kabisa kukamilika, na hata mimi nitakapotoka hapa nitapita juu ya daraja kuangalia kinachoendelea. Kwa hiyo ni daraja ambalo linapitika, daraja ambalo lami upande ule na upande huu iko hatua za mwisho tunaweka taa nzuri za barabarani ili mheshimiwa rais dr Samia ah, hivi karibuni atakuja tena hapa kwa ajili ya sherehe kubwa ya uzinduzi wa daraja hili. Kwa hiyo swala na changamoto ya hapa kigongo busisi rasmi itakuwa imefanya nini? Kwa hiyo tunaambiwa, inna Allaha maaswabirina, wenye kusubiri wako pamoja na mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tuendelee kuvuta subira, siku si nyingi changamoto hii itakuwa imekwisha kabisa. Lakini hapa tunavyo vivuko vitatu, vivuko viwili sasa vinafanya kazi ya kupishana, na vilikuwa vinaharibiwa sana na yale magugu. Ndio maana tumeamua kutumia milioni mbili kwa siku kuondoa magugu. Na kwa nini tunafanya hivyo? Kwa sababu serikali haifanyi biashara, serikali inatoa huduma. Serikali sasa hivi tunajenga vivuko vitano vipya pale Mwanza viko asilimia tisini na nane na fedha zaidi ya shilingi bilioni ngapi, meneja? Bilioni ishirini na nane tunazitumia. Kivuko kipya kitapelekwa Ukerewe kule ba Barika, Buyagu Misungu, kingine kitapelekwa Sengerema, Kome Nyakalilo, Kome. Kwa hiyo na hivi vitatu tutavipeleka tena huko mpaka watu wakoome huko waweze kuvitumia vivuko hivi. Hapa tutaachana na habari ya vivuko, tutaendelea na habari ya nini, ya daraja. Kwa hiyo wito wangu kwa wananchi wa Mwanza kuendelea kushirikiana na serikali ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuendelea kuimarisha usalama wetu, kuendelea kushiriki shughuli za maendeleo na kujiandaa na uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili ishirini na tano mwezi wa kumi. Hapa kwenye kivuko tunayo, tunazo changamoto chache. Moja kati ya meseji ambazo nazipokea mara kwa mara ni kwamba hapa kuvuka ni shilingi mia nne, lakini wakati mwingine kivuko kimeshakuja mtu ameshatoa shilingi mia tano anaambiwa chenji ya shilingi mia moja hakuna. Sasa ni jambo ambalo siku zote tunashirikiana na benki kutafuta chenji lakini haiwezi kutosheleza kwa sababu ya uchache wa sarafu. Kwa hiyo tume, tuko kwenye utaratibu sasa kuweka bei ambayo itafanya urahisi wa chenji. Sasa nimemwomba waziri mwenye dhamana na mamlaka inayohusika ili angalau tuwe na fixed price ambayo hatutakuwa na mahangaiko ya chenji. Kama ni shilingi mia tano basi iwe shilingi mia tano.